Nakudhianswalie sana Mtume. Una shida ya jambo, unataka swalie sana Bwana Mtume. Unataka nafasi fulani, swalie sana Bwana Mtume. Kila shida, kila neema, kila raha kila jambo, mswalie Mtume, mswalie Bwana Mtume, basi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, alahi wasalam. Unisamehe lau sauti yangu iko vizuri kwa sababu sukari imepanda sana na pressure, lakini zaidi nina homa sana na nilikuwa shasema siji, ndio maana nimekuwa mtu wa mwisho kuingia humo, na nilikuwa shapata nafasi ya nje, lakini niliona nafsi yangu itanisuta na itanipeleka katika unafiki, kwa sababu juzi alipotuisha alipotuita mheshimiwa rais wa Zanzibar Sheikh Hussein bin Ali bin Hassan bin Mwinyi, Mwenyezi Mungu ampe siha na afya, taifa ile alikamate vizuri inshaallah, tuwe salama na amani kama hivi tulivyo na zaidi Msichukie. Uislamu unawataka watu wote watakiane kheri, na wale wakorofi ndio waombewe dua wa zaidi, ni watoleo na sadaka waache ukorofi wao. <laughs> sawa <laughs> hii ndio kazi ya maulama. Maulama wanatakiwa wawe wa mezani, wasizidi huku wala huku. shahida llahu alladhi la ilaha illa huwa wa ulul ilmi qaima wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha ilahu <coughs> sawa, eh? waulu lilmi qaiman bilqisti, na wale wenye ilmu waliosimamia mambo sawa sawa, wazni walmauzuni mezani zao hazizidi huku wala huku na ndio maana dunia iko salama, kwa sababu ao juu ya mgongo wa ardhi hawajamaliza. umefaabadae eh? kwa hiyo Bwana Mtume su salam akawa anamwambia mwenyeazingu Allahumma, ewe Mola wangu, inni as'aluka, hakika mimi, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na kuomba wewe Mola wangu, an la adhilla eh, nisipotee wala nisijipoteze wala nisipoteze mwingine wala udhilla wala mimi mwenyewe, sasa nisipotezwe ni nafsi yangu au sheitani au watu wengine wa aina yote wasinipoteze. Alikuwa anataka msaada huo. Kwa kwe shekhu Othman, na wewe muombe mwenye azingu dua hiyo, Mungu akujalie usijipoteze, usipotezwe, wala azilla wala uzilla. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia Allah, wala nisiteleze nisifenguke, nkaanguka nkadaraganishwa ni shetani na nafsi yangu mbaya wala uzilla wala nsitelezeshwe ni yoyote. Sheikh Uthmani, yachukuwe maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma atakumur rasulu fahudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Huna pahali popote ila ukanyage nyayo za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utafanikiwa fi dunia wa dini wal akhirah. Usikubali hamasa za wanachama wako wala hamasa za watu wa upande wa pili ambao ni watani wao wakakupotezesha, sawa? Eh, wala eh, adhilla wala adhlima wala udhulima Bwana Mtume swalla Allah alayhi wasallam anasema, eh wala ns nisidhulumu, nisidhulumu mimi kuidhulumu nafsi yangu na wengine wasiokuwa mimi wala uulima wala na mimi nisidhulumiwe. Ya Rabbi nisimamia kwa hayo, huyo ndiye Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo naswaha zangu basi, kama sisi tumeitwa kama maulama adino, naswiha nini? Ni naswaha, na naswaha zinakwenda katika mbea zote, kwa wafalme eh, kwa raia, kwa wanaume, kwa wanawake wadogo na na wakubwa, ndio ndio maana mimi kule kwa kwa kule nilikwenda kwa mheshimiwa rais kule alipo Twitter, nilikuwa kama kama mpaka nilifika mwisho, nasogea tu salama, nenda nenda, sogea sogea, lakini Mwenyezi Mungu hakunijalia kunipa nafasi ya kuzungumza. Na hiyo ndio hali yangu na ndio hali ya ule ukumbi siku ile na ugeni uliokuwepo eh? Nilikuwa na hamu sana nizungumze sana sana sana, na moja alikuwa mheshimiwa rais kule, lakini Sheikh, nimwambie Osman, sikwambii wewe yeye, nilikuwa nataka mwambie yule mheshimiwa yule kule <laughs> moja kati ya jambo nilikuwa nataka nimwambie mheshimiwa kwamba kama kuna wakfu na mali nini, kuna ile ofisi ya mufti pamoja na kadhi moja, moja nilikuwa nataka nimuombe kwa heshima.